Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde, leo amezindua rasmi mradi wa uchimbaji mdogo wa dhahabu kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, maarufu kama Mining for Brighter Tomorrow, MBT katika kijiji cha Nyamongo wilayani Tarime mkoani Mara. Katika hafla hiyo iliyohudhuriwa na maelfu ya wananchi katika viwanja vya Shule ya Sekondari Ingwe, Waziri Mavunde alikabidhi leseni 48 kwa zaidi ya vijana elfu mbili, akisema hatua hiyo ni utekelezaji wa agizo la Rais dr Samia Suluhu Hassan la kuhakikisha makundi maalum yanashiriki kikamilifu katika sekta ya madini. Akizungumza katika uzinduzi huo, Waziri Mavunde aliushukuru mgodi wa Barrick North Mara kwa kushiriki na vijiji kumi na tatu vya jirani kwa kuwapatia leseni za uchimbaji pamoja na msaada wa kiufundi kwa wachimbaji wapya, jambo alilosema litapunguza migogoro kati ya mgodi na wananchi. Mradi wa MBT pia umevutia mashirika ya kimataifa, ikiwemo Benki ya Dunia WB na Baraza la Dhahabu Duniani WGC, ambayo yamethibitisha kuunga mkono juhudi za serikali kwa kushirikiana katika utekelezaji wake. Meneja Mkuu wa mgodi wa North Mara, Mhandisi Apolinary Lyambiko amesema utoaji wa leseni hizo ni sehemu ya mkakati wa mgodi huo wa kuimarisha mahusiano bora na jamii, huku mbunge wa Tarime Vijijini, mheshimiwa Mwita Waitara akipongeza serikali kwa mradi huo wa ajira kwa vijana na kuomba kuangalia namna ya kusaidia mitaji kwa wanufaika. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans alisisitiza kuwa ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na jamii ni msingi wa mafanikio ya mradi huo wa kihistoria. Mohab TV Tarime.